Matatizo, wewe hey, <laughs> mm. <laughs> <laughs> Miguu ya nyuma eh, itakubana. Hii haibani na hiyo bana, ni hiyo mingine tu. Na mingine sio nachezewa tu mpaka kuliwa na nalio umbe Um, wenzio on, wamesema on hii ni mboga kabisa hatimaye, mm. Ria amekuwa mtu maarufu . Umeona? Eh. Mone fanya kitu uwe maarufu. <laughs> <Kwenye. laughs> Upo upo tu hey, sasa? Hebu imba sasa kwa wimbo kale wewe.